Usi um, kwanza tunashukuru kwa uwepo wenu, au sio? Sababu nafikiri nyinyi ndo mnafikisha taarifa kwa kwa jamii, so tuna appreciate sana kwa uwepo wenu. Kitu kingine tungependa kutumia kamera zenu na mic zenu kuwashukuru wapenda soka wote na washabiki wa Azam FC kwa ujumla, walikuwa na sisi kwa miaka mingi sana. Tulikuwa tukijaribu kufika stage ambayo tumefika, lakini thanks God tumefika. Wachezaji wamepambana kadri uwezo wao, klabu imepambana kadri uwezo wetu na tumefika. Nafikiri huu ni mwanzo, so tuendelee kuwa pamoja, nafikiri mengi mazuri yanakuja, klabu inakuwa inakomaa na wachezaji wanakuwa wanakomaa, so mengi yanakuja, naamini kwa siku moja uh, klabu ya Azam FC italeta uh, kombe la Afrika hapa Tanzania. Mpaka sasa goli la mama limeongeza kitu gani kwa ninyi wachezaji? No, bonus yote ni kitu cha muhimu sana kwenye michezo kwa ujumla, so nafikiri bonus anotoa mama ni inatumotivate sisi um, Sio tu kushinda game, kufunga magoli mengi kadri tunavyoweza, kuweza kusanya pesa nyingi kadri tunavyoweza pia, kadri tunavyoweza yep. pia unaonekana kuwa mkongwe sana kwenye timu pengine labda, unajisikiaje kuwa miongoni mwa watu ambao wameweka historia ndani ya uh... naomba nipe tafsiri ya ukongwe kwanza ili nielewe. Na muda mrefu sana. Okay. Na nafikiri nafikiri sio kitu kibaya. Najitunza nacheza vizuri, ndo maana so nafikiri. Hata watu wengi nilioanza nao kucheza nao wengine hawachezi, kwa sababu nafikiri, kwa changamoto moja na mbili, lakini kwa upendo wangu najitunza sana, najali sana afya yangu, najali sana karia yangu. Nafikiri hiyo ndo siri ya kuwa hapa dleo. Nafikiri no, na, ni hatua hatua moja ya kuelekea tunapoelekea. So nafikiri chochote kichotokea leo kinaishia leo Then nafikia tuwe naokuja, so nyepesi itazidi kuwa ngumu, so inabidi tufunge mkanda kwenda kupambana na steji naokuja mbele mchezo. Lakini pia kwa matokeo ya leo, namshukuru Mungu, akika, Mungu ni mwema. Sitopenda kusema mengi kwa sababu mimi nishaongea na Kapteni Himid. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo. Umekuwa mm. miongoni mwa watu ambao wameandika historia hii leo ya Azam asi kufika makundi. Pengine mkiwa kama wachezaji, unajisikiaje kwenye hii fahari ambayo mko nayo? Anajisikia vizuri. Uh, kama mimi kijana bado mdogo na ni ndoto kubwa ndoto kubwa sana amia kuka timu makundi k mm. najisikia furaha sana amefika kocha Ibenge. Pengine labda anawazungumza kitu gani hasa kwa kipindi kilichokuwa huko mazoezini kuambia matarajio ndani? Ya kwanza ni kocha pia ni mzazi, kwa hiyo tuna furaha kuwa naye. Umecheza na mechi ambayo ni ya nyumbani. Ugumu huko kwa sababu mechi za qualify kwa ugumu ni kuwepo, lakini namshukuru Mungu tumeweza kupata matokeo. Niamini mtaibuka na ushindi yeah, wa Eh, hey, sisi kama wachezaji lazima lazima ukiingia vitani lazima uwe na na speed ya kushinda. Yeah. Pengine kwa hiki sasa mwisho, unawaahidi nini mashabiki huko safari na? Ah, waendelee kutusupport na inshallah sisi kadri uwezo tutaendelea kupambana. Asante sana. Asante sana.